Kwenye michezo miwili iliyobaki ikianza na huu, na kwa filimbi ya Omari Bafu kutoka Dar es Salaam ndio inaashiria kwamba tunakwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza kwenye uwanja wa Majaliwa wilayani ya Ruangwa mkoani wa Lindi kusini mwa Tanzania moja. Mchezo ambao wengi wanasubiri kwa hamu kuona nini ambacho kinakwenda kutokea kutokana na timu zote hazipishani sana viwango, japo ndio hivyo tena, nabaka kaeka kwenye njia ndani huku Fabrice Ngoi amewekewa na yeye sasa ndani ya boksi. Fabrice Ngoi kona, penyeziwa penetration, moja matata kabisa ile. Ayubu Semtawa nayubusemtawa, mpira naenda nje ule, kipa katika kuhakikisha akajikuta na usindikiza zaidi, ni kona wanapata Namungo. Karabaka anatumbukiza mkubwa ndani kule kwenda nje gol kick, ilikuwa ni kona isiyokuwa na faida kwao Namungo. asnamonyanyua ndani kule, bado uko juu. Mohamed Salu karabaka abatiza, bado nafasi nyingine tena ile chesa golikipa nambabatiza unditi mpira ule uleuzi amesimamisha mpira

vitu vitu chezaji vitu. Ukituonyesha hapa kwamba wamo Mohammed Salum, limbi ya mwamuzi wa kati ikiashiria kwamba dakika 45 zimemalizika kwenye uwanja wa Majaliwa uliopo wilayani Ruangwa mkoani Lindi, wakienda kupumzika, kukiwa kuna mbabe yoyote kati yao mabeki wakati wa timu zote Buswita kwenye nafasi yake, jezi yake nambari tatu, Pius Buswita, na sisi tunamweka pia kwenye kumbukumbu kumbu zetu hapa. Karibu sana, twende tukazimalizie dakika 45 zilizosalia, mzunguko wa 29 kati ya mizunguko 30 ya NBC Premier League, ligi ikiwa inaelekea ukingoni kitarajiwa kumalizika tarehe ishirini na mbili ukiacha mchezo wa kiporo wa Simba na Yanga. Mimi ni Pascal Kabombe, karibu twende tukazimalizia dakika hizi 45 ambazo zimebaki kwenye uwanja wa Majaliwa mkoani Lindi. Hii ni wilaya ya Ruangwa, ndiko ambapo mechi inachezwa. Kikizwa ndani kule Anthony Mlingo Mlingo najidika muzi akisema alisukumwa. Anthony Mlingo wakiingia madaktari wa timu zote mbili aliona ajali yenyewe namna ilivyotokea. Samuel Jackson Onditi. Kadi njano kienda kwa Hashim Manyanya kutoka kwa mwamuzi Omar Bof, rusha ndani huku Manyanya, Fabrice anagonga kichwa ndani kule, la haula Biswita ulikuwa ni kutafuta namna tu mpira umguse tu angalau uende kwenye nyavu, lakini ameukosa. Pasi nzuri kabisa ile, Manyanya alirusha mpira ule kwa nguvu zake zote, kuongezewa mwendo na Fabrice Ngoi wa Ngoi, lakini Pius Biswita shindwa kuufikia mpira ule. Lukman Mubarak Swedi Juma anatumbukiza kubwa ndani kule, nafasi kwa Kagera cheza, golikipa anaweza ana anakukamata tena, Jonathan Nahima na Tembo Shafan ulikuwa umeshaotea kacheza e, mara ya pili mpira ule alikuwa tayari yeye ameshaotea. Kini ule wa kwanza alikuwa kwenye eneo sahihi, tumbukiza kubwa ndani huku Manyanya amecheza na mkono ule. Kambo amecheza kwa mkono. Anaitwa pembeni Hashim Manyanya, kama nakumbuka, alioshaonyeshwa kadi. Usiye? Ndiyo. Na ana kadi. Inakuwa kadi nyekundu. Kwa Hashim Manyanya kwa kuugusa kwa kucheza mpira kwa mkono kwa makusudi. a mpira mrefu huku taka kujipa umaradona ile wakuta kufunga kwa mkono, lakini Muzi wakaiona kwa dhahiri kabisa. Uka pia aliingia, amewekwa kwenye wantu ile maridadi. Jaribu shuti la mbali lile, chesa kwa kipa na kucheza na, na utoa nje. Jonathan Nahima na Nikona

ageti yake haikuwa sawasawa. Swedi Juma, naam, dakika 90 zimemalizika za mchezo huu. Sio mwenyeji wala mgeni, kila mmoja akapata alama moja, akuongeza moja kwenye kibindo chake. Pa, kila mmoja kapata alama moja moja, dakika 90 zikimalizika namna hiyo kwenye uwanja wa Majaliwa.